Yeah, so hii ni video ya Harmonize akiwa yuko na binti yake zoo e, na zoo hapo, bwana alikuwa anamwambia baba yake kuna sehemu anataka aisaini au vipi bwana, lakini Harmonize akusikia vizuri akahisi kwamba labda mwanaye anamwambia ana, anataka amwimbie, ni a sing So ilikuwa kidogo lugha gonga na hapo kwenye pronunciation hawakuelewana, na ni moja kati ya video ambazo zimeenda viral, lakini pia huku katika comment section, sasa wadau bwana wamekuja kuweka maoni yao, ambapo kidogo maoni ya, ya wadau yamekuwa ni tofauti na vile vitu ambavyo tulikuwa tuna expect, kwa sababu kwa mujibu wa hii video tulidhania kwamba comment za kwa zinahusiana na hii video, lakini mambo kidogo yamekuwa tofauti. Kwa mfano nataka nikusomee comment kama tatu hapa hapa, anaitwa DV Salvation anasema, na kwamba, ila wazee, sio kwa ubaya, huyu mtoto amebambikiwa, tusidanganyane, hakuna resemblance yoyote Yaani hawafanani kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, really nice but where is she going with that THT box. kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, I think DNA test ain't matching, kuna mtu ameandika hivyo, akiwa namanisha kwamba anahisi DNA hapa, ukienda DNA test hazifanani. kwa mtu anasema kwamba bwana, haya bwana, atutunzie tu watoto wetu. kwa mtu anasema kwamba bwana, kuna mtoto wa hamu, alafu kuna nyota na T e, wangu mimi hawa huniambii kitu, ni marafiki zangu wanangu wa maisha okay. So mtoto ameandika bwana, huyu mtoto ni copy ya Harmonize kweli jamani, kuna mtu ameuliza hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau uweka maoni yako kuhusiana na hilo, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.